Mungu ametupa nchi nzuri inaitwa Tanzania na Tanzania hii ni mali yenu wa Tanzania. Siku hizi watu hawaogopi hata kusingizia jambo tu, anasingizia mkavu, anasingizia mkavu. Anasingizia, anasingizia mkavu. Hafanyi hata utafiti amjue mtu vizuri anayetaka kumsema. Juzi juzi, nikasikia nikasikia Tumechoma magari ya Esther ya, ya, ya, ya mbunge wa Iramba e, hey, magari yake yanaitwa ya Esther. Ameaita Esther jina la mke wake mke wake. Mke wangu mimi haitu Esther, anaitwa Neema, na leo nilikuwa naye hapa. Iko wapi Neema? Yule pale anaitwa Neema. Mke wangu haitwi Esther, anaitwa Neema. Anasema basi kama sio la mke wake litakuwa la mama yake. Mama yangu binti ya wa Kiislamu, anaitwa Asha Ramadhani Omari, amjui? Yuko hapa, kabadilika lini kawa Esther? Mimi nimezaliwa, nimezaliwa jamii ya kifugaji, ninyi wa Singida mnanijua, nimezaliwa jamii ya kifugaji. Jamii ya kifugaji uruhusi kufanya biashara hata ya miwa, sijawahi kufanya biashara mimi hata ya miwa tulikuwa turuhusiwi. Nimeingia huku serikalini kazi kubwa inayofanya kwenye watoto wa mzee tuko, tuko takriban kumi na sita. Mimi ndio form 6 pekee mimi ndio chuo pekee mimi ndio nikaingia, na niko na kundi la watoto zaidi ya mia sita. Mimi uwekezaji niliyofanya ni wa kusomesha watoto nimeshazidi mia tano watoto inaosomesha. Sina biashara hata ya noa, sina biashara hata ya noa, nimewekeza nimewekeza kwenye huduma ya watu na ninyi mnajua ni mnajua, mimi nimewekeza na nimekuwa na, na, na, nime, nime na akili hiyo kwamba, kama nilikuwa nalalia gozi, nimetoka nina godoro, kama nilikuwa nalala kwenye nyumba inavuja maji yanadondokea kwenye masikio, nikishakuwa na nyumba moja si inatosha? Kwani makaburi utajengewa mangapi? Hawa wako bize kila siku we magari, magari na Watanzania, wakishaambiwa hili ni hili, hili ni hili, mnahama na kwenye undugu tuliokuwa nao. Mengine fanyeni utafiti mwenyewe, fanyeni utafiti wenyewe. Moja ninalowaambia vijana wa Kitanzania, Mungu ametupa nchi nzuri inaitwa Tanzania. Na Tanzania hii si mali ya mtu mmoja, ni mali ya Watanzania, ilindeni. Haumkomoi mtu kwa kuiwasha moto Tanzania, ni wewe mwenyewe, ni nchi yako Mtanzania.